Skimu hii kabla ya kuanzishwa, wakulima walikuwa wanapata changamoto nyingi sana, hususani kwenye uzalishaji wao wa, wa, wa mazao, na zao kubwa ambalo linalimwa kwenye hii skimu ni mpunga. Baada ya mradi kuja fezi ya kwanza ile, wakulima wamenufaika kwa kuongeza kipato kwenye uzalishaji kutoka tani 2.2 mpaka wastani wa 5.2 kwa hekari moja Kwao tunaishukuru sana serikali kwa asilimia ya kubwa. Serikali imekuwa ikisimama kidete hasa pale tunapokuwa tumelia changamoto yoyote, kwamba jamani, labda mradi umekuwa na changamoto hii, kwa fedha zetu sisi wenyewe hatuwezi, lakini bado serikali haikosi kuweka nini, kuweka mkono wake. Maana yake ni jambo la hekima, na serikali inakuwa na ufikirio mkubwa kwetu. Kwao tunashukuru sana, mabadiliko yapo makubwa na kipato ni kikubwa. Na kama mimi unavyoniona hapa, sijasoma, lakini natembea kifua mbele, ni kama nimesoma kwa sababu ninapoingia shambani najua kwamba nina uhakika kufanyaje, kuvuna, mtoto wangu atasoma, nitakula, nitaenda hospitali. Kwa vitu kama hivyo naishi utafikiri ni msomi vile. Kwa hiyo ni serikali imenifanya niishi hivi japo sijasoma. Kwa hiyo tunashukuru sana serikali. Mama Yuko Kazini.